Kipindi ulioniona niko mwenyekiti uliona nina, ninaongoza ku kuongea na wanachama kupitia kikao cha wanachama, na ile kwa hapa nafasi ya wanachama nafasi ya wao kupitia kunishauri na kuelezana, na hii ya kwenda kwenye vyombo vya habari wakati unayo fursa ya kuja kwenye vyombo, kwenye kikao cha wanachama kujenga hoja yako ili watu kuelewe usipoteze nisio vizuri watu kwenda maelezo na kuongea na kushawishi, wakati wanayo uhuru sana ya ku kuja kwenye vikao vya wanachama kuelezana, kuelewana, hata tukikuwa na fikra tofauti, lakini halafu mwisho wa siku tunapiga kura. Wasigope mimi, tukijenga hoja kupitia vyombo vya habari tunafanya kampeni ambayo haisaidii wana Yanga waelewe, tuko kwenye ligi yale hata tusipokubaliana Jumapili, bado ligi itaendelea, na hayo tunayochafuana kwenye vyombo vya habari, kwenye mtandao haisaidi mtu yote.